Habari. Sasa naomba tuangalie kuhusiana na tatizo la kutokwa na uchafu unaochanganyika na damu. Sasa tuangalie chanzo, lakini pia ishara hii huwa inamaanisha nini upande wa afya ya uzazi. Kwa hapa ninazungumza na wale wakina dada au wakina mama ambao wamekutana na hili tatizo, au waliwahi kukutana na hili tatizo, au wanakutana na changamoto ya namna hii. Kwa tunaenda kuangalia chanzo, tutaenda kuangalia dalili zake ni zipi, lakini tunaenda kuangalia watu wanaopata hili tatizo zaidi ni wakina nani, lakini tutaangalia madhara ambayo yanatokea kwa watu wanaokutana na hili tatizo. sasa aa, kutokwa na uchafu ukeni sio jambo baya eh, ni jambo la kawaida tu kwa wanawake ha, hasa ukiwa unatokwa na ule uchafu au ule ute wa uzazi Tuelewane hapo. Nimesema kutokwa na uchafu ukeni okay, sio jambo baya, ni jambo la kawaida kwa wanawake hasa hasa ikiwa unatokwa na ule ute wa uzazi. Nikisema ute wa uzazi eh, nadhani mnanielewa ni ule ute mfano wa yai, upo colorless, yani hauna rangi eh, ute ule uh, kazi yake kubwa huo unasaidia kulinda ile njia ya uke dhidi ya maambukizi hatari sana lakini pia E, kazi yake nyingine unaweza ukasaidia e, katika utendaji wa mfumo wa uzazi wa mwanamke kwa ujumla. Kwa wale wanawake ambao wanatokwa uchafu e, unaofanana na ule ute wa uzazi ambao hauna rangi, upo colorless, kama ute ule wa yai. Hilo sio tatizo la kiafya. E, shida au changamoto inaanza pale ambapo mwanamke anatokwa na uchafu au anatokwa na ute uliochanganyika na damu, hasa hasa anapokuwa nje ya siku zake za hedhi. Dalili hii mara nyingi huwa inaashiria kwamba huyu mwanamke ana tatizo la kiafya au huyu mwanamke ana mabadiliko yasiyokuwa ya kawaida katika mfumo wake wa uzazi. Kwao mara moja anatakiwa kuchukua hatua kwa ajili ya kurekebisha hali ya namna hii. Sasa uchafu huu unaotoka unaokuwa umechanganyika na damu, e, kuna wakati unaweza ukawa na rangi kama ya waridi, kuna wakati unaweza ukawa na rangi kama ya kahawia, kuna wakati unaweza ukawa na rangi nyekundu, lakini kuna wakati unaweza ukawa na rangi ile nyekundu afifu e, una, ukiangalia kwenye picha hapo unadhani utakuwa unanielewa. Lakini a, unaweza ukaambatana na harufu isiyo ya kawaida kabisa au unaweza usitoe harufu. Mbali na hivi, unaweza ukaambatana na miwasho wakati mwingine au unaweza ukaambatana na maumivu na mwingine inaweza kaenda mbali zaidi akaota hata vipele sehemu za siri. Kwa hiyo upo umuhimu mkubwa sana wa kuchunguza chanzo harisi cha hili tatizo mapema zaidi iwezekanavyo ili uweze kuzuia madhara makubwa ya kiafya yanayoweza kukupata. Ndio maana nimesema darasa letu la leo au somo letu la leo linajikita zaidi kuangalia chanzo cha mwanamke kutokwa na uchafu uliochanganyika na damu ukeni, okay. Sasa takwimu zinaonyesha kwamba e, ni asilimia 20 mpaka asilimia 30 ya wanawake wote wale wenye umri wa kuzaa huwa wanaripoti e, karibia mara moja kwa mwaka, kuhusiana na kutokwa na uchafu au ute uliochanganyika na damu nje ya siku zao za hedhi lakini pia ni asilimia kumi mpaka asilimia kumi na tano ya wanawake wajawazito huwa wanaripoti kutokwa na uchafu wenye mchanganyiko na damu katika zile wiki za mwanzo za ujauzito wao. Lakini uh, takwimu hizo hizo zinaonyesha kwamba uh, wanawake wote wanaopata tatizo la kansa ya kizazi ambao ni asilimia tano huwa wanahusishwa na tatizo la kutokwa uchafu unaoambatana na damu ukeni k ukiwafuatilia, wanawake ambao wameripoti kuwa na kansa ya kizazi ya mlango wa kizazi, wengi wao huwa wanahusishwa na tatizo la kutokwa na damu iliyoambatana na uchafu ukeni, au uchafu ulioambatana na damu ukeni, lakini hawa wapo katika asilimia tano tu. Sasa chanzo hasa cha hili tatizo aa, ni pamoja na mabadiliko ya homoni. E, nikisema mabadiliko ya homoni maana yake ni nazungumzia matatizo katika mfumo wako wa homoni hasa hasa zile homoni za estrogen pamoja na homoni ya progesterone. Lakini pia watu wanaotumia vidonge vya kupanga uzazi au wanaofanya mabadiliko ya njia za uzazi wa mpango, na hawa pia wanaenda kuathiri homoni zao na mwisho wa siku wanajikuta wanapata hili tatizo la kutokwa uchafu na damu. Lakini maambukizi eh, katika via vya uzazi, nikisema maambukizi inazungumzia maambukizi kama ya maambukizi kama ya, fungus, maambukizi kama ya bacteria, wale BV, lakini maambukizi ya magonjwa ya zinaa mfano gonolea, klamidia, lakini eh, magonjwa mengine yale ya trikomonosis, hawa wote wanahusishwa moja kwa moja na hili tatizo la kutoka uchafu ukeni, unaoambatana na damu. Lakini maambukizi kwenye mlango wa kizazi ambayo ndo nayatambua kama eh, hii pia inachangia kwa kiwango kikubwa mwanamke kutokwa na uchafu uliochanganyika na damu. Lakini ujauzito uzito eh, dalili ya mimba changa huwa inatoa hiyo ali mimba ya nje ya kizazi, na yenyewe inatoa inasababisha mtu kutokwa na uchafu ukeni unaoambatana na damu. Lakini pia hata mimba iliyoharibika hii pia inachangia mtu kupata tatizo. Lakini, lakini vidonda au uharibifu kwenye uke au mlango wa kizazi eh, Uh, mtu anafanya tendo la ndoa kwa nguvu, anampa maambukizi anamsababishia na hili tatizo. Lakini pia saratani na uvimbe tunafahamu, saratani ya mlango wa kizazi nimeshazungumza, inaweza ikakusababishia na hili tatizo kwa kiwango gani. Lakini watu wale wenye matatizo ya endometriosis endometriosis, na wenyewe pia wapo wenye hii hatari. Lakini watu wanaopata uvimbe kwenye kizazi eh, fibroids au uvimbe au zile polyps, pia na wenyewe wapo kwenye hili eh, uh, uh, tatizo lakini na wale wanaopenda kutumia sana dawa za homoni zile, nafahamu na wale wanaotumia madawa ya kugandisha damu na wenyewe pia wanakuwa kwenye hili tatizo. Kwa dalili za kawaida ambazo unaweza ukaziona ni pamoja na kupata harufu kali au harufu mbaya ya uchafu, kuwashwa au kuungua ukeni, unaweza kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa, unaweza kusikia maumivu ya tumbo la chini, unaweza ukavuja damu baada ya tendo la ndoa ambayo itaambatana na uchafu, unaweza ukajikuta unakuwa na mzunguko waezi usio wa kawaida. Lakini watu wanaoathirika zaidi ni wanawake walio baree hadi, eh, kufikia ule umri wa miaka 45, kuanzia umri baree mpaka miaka 45 wanakutana sana na hili tatizo, na wanaotumia njia za kupanga uzazi kisasa za kupanga uzazi eh. Lakini pia wajawazito, hasa katika miezi mitatu ya kwanza, na wanawake wenye wapenzi wengi walio katika ndoa wanakuwa katika hatari ya kupata magonjwa ya zinaa na kupata hili tatizo, lakini waliowahi kuharibu mimba na kufanyiwa upasuaji wa kizazi, na wanawake wale ambao wanakoma hedhi, wanaelewa wanapata hili tatizo, na wale wanawake walioripotiwa kuwa na kansa ya mlango wa kizazi, na wenyewe wanahusishwa na hili tatizo. Madhara hasa ni nini? Eh, mtu mwenye hili tatizo la kutoka uchafu uliochanganyika na damu mara nyingi huwa anapata maambukizi ya ndani ya kizazi au mirija ya uzazi, lakini pia anaweza kusababisha ugumba, eh, kutokana na PID au yale maambukizi ya bakteria kama PID lakini anaweza kapoteza mimba au ujauzito, anaweza kapata kans ya kizazi ikiwa chanzo ni, ni, ni, ni, ni, ni, eh, sasa, sasa, ni alipata maambukizi PID, akatokwa na uchafu kwa muda mrefu akashindwa kutibu vizuri tatizo akajikuta amezalisha zile seri za saratani wa wasiku akasababisha ile tatizo lakini pia ataanza kupata maumivu ya kudumu ya nyonga ambayo yanajionyesha yana kwa muda mrefu zaidi, na huyu mtu ataanza kupata matatizo ya msongo wa mawazo, lakini pia na matatizo ya ndoa, ikiwa pamoja na kuvunjika kwa ndoa yake. Sasa uh, suluhisho ni nini? E, suluhisho pamoja na ushauri wangu ni kwamba uh, ikiwa unaona hizo dalili za kutokwa na uchafu uchafu ambao unaambatana na, na damu basi mimi nakushauri hakikisha, eh, unapata tiba sahihi mapema kulingana na chanzo, tiba sahihi mapema kulingana na chanzo. Kama uchafu wako unatokana na maambukizi, umepimwa, kaambiwa uchafu wako unatokana na maambukizi, hakikisha basi unapata tiba sahihi au program sahihi zinazosaidia kuondoa hayo maambukizi, iwe maambukizi ya fungus, iwe bakteria, iwe virusi, basi tiba ziende ndani hivyo. Kama umefanya kipimo, kaambiwa uchafu wako unatoka na kuambatana na damu kutokana na mvurugiko wa homoni, hakikisha unapata programu za matibabu zenye uwezo wa kwenda kurekebisha homoni zako za, lakini pia kuondoa athari zote zinazotokana na zile njia za uzazi wa mpango. Lakini kama umeambiwa e, uchafu wako unatokana na uvimbe au vidonda e, basi hakikisha unapata programu zinazoenda kusaidia kuondoa uvimbe kama ni mpenzi wa kufanya upasuaji, kafanya upasuaji. Lakini kama unaona hutaki upasuaji, tumia programu ambazo tunakushauri uzitumie. Lakini pia kama umeambiwa uchafu huu unatokana na saratani, basi hakikisha unapata tiba inayoendana na chanzo hicho ambacho ni saratani. Hapa pana tiba kama mionzi, unaweza kufanya upasuaji, unaweza kufanya chemo eh, chemotherapy kulingana na hatua ya saratani iliyofika. Ukishindwa hayo, tunazo program ambazo zinawasaidia watu kulingana na hatua ya saratani ambayo imefikia. Kwa hiyo Una, kuna umuhimu mkubwa sana wa kupata ushauri wa namna hii ambayo nimeueleza ili uweze kujikinga uh, vizuri lakini namna ya kujikinga pia, jaribu kufanya uchunguzi wa afya yako ya uzazi angalau mara kwa mara, tumia kondom kujikinga na magonjwa zinaa, epuka kutumia dawa au bidhaa zenye kemikali ukeni bila kupata ushauri wa daktari. Ninasema bidhaa au dawa za kemikali ukeni, ili jambo wengi wana, wanapenda sana kutumia kitu ambacho kinaathiri pH ya uke na kuwasababishia haya matatizo sasa ambayo tunayazungumza hapa. Fuata mzunguko wako wa hedhi vizuri na unapoona kuna mabadiliko yasiyo ya, ya kawaida basi wasiliana na mimi nitakushauri. Lakini pia kama e, kama una comment, achia hapo. Kama unahitaji ushauri, mawasiliano yapo hapo. Unaweza ukachukua ukapiga tukazungumza na ukashauriwa au ukapata elimu sahihi na tiba salama kwa ajili ya afya yako ya uzazi. Baada ya kusema hayo, asante sana kwa kunisikiliza. Nikutakie siku njema.